Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya mbali, Tanzania leo ni tarehe kumi na sita ya mwezi wa tano mwaka 2025. na tano siku nzuri kabisa siku ya Jumamosi, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya mbali, Tanzania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 wekeza afya dawa kilimo. Samia amwaga rais Finland kwa gwaride. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, Ulega aagiza uchunguzi watendaji ujenzi mwendo kasi. Habari katika ukurasa so wa saba, kampuni za simu kuja na mfumo kukabili upotoshaji uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, Dkt Mpango aagiza mambo matano mageuzi ya benki habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika waliojiondoa Chadema wadaiwa kugoma kupatanishwa habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Bila namba ya NIDA hupati mkopo elimu ya juu, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele jumamosi ya leo ni ukomo bando kilio bungeni. Wabunge wahoji kwa nini vifurushi viishe kabla ya kutumika, wamesema hiyo ni dalili ya wizi. Wahoji pia faida ya uwekezaji wa hisa za Vodacom serikali. Msemaji wa Vodacom wafafanua habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. HESLOB: bila NIDA hakuna mkopo kwa mwanachuo. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. laki mbili elfu hamsini na mbili mia saba sabini na tatu idadi ya wanafunzi wa elimu ya juu wanaotarajiwa kunufaika na mikopo katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita ikiwa imeongezeka kutoka laki mbili elfu arobaini na tano mia tatu kumi na nne Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr Bill Kiwia ikisema, NIN itawezesha HESLB kuwa na taarifa sahihi na kipekee za kila mwanafunzi. Kwa kutumia NIN tutawezesha kuboresha uwezo wetu wa kufuatilia wanufaika waliokopeshwa baada ya kuhitimu ndani wa taarifa hii. Katika ukurasa wa tatu, bazecha Chadema salama bahari inatema uchafu, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, wana maombi walivyopokea mwili wa Padre Mkwera, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na ulielekezi ya bodaboda kizungumkuti Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeneka gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Jumamosi ya leo. Nalo gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii lenye w habari limepewa kipaumbele ni wabunge waja juu watoto wajawazito kulipia matibabu. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha spika wa bunge Dr Tulia, naibu waziri wa afya Godwin, naibu waziri wa afya Dr Godwin Mollel, mbunge wa Momba CCM Condesta Sichwale, mbunge wa Mbozi George Mwenisongole, pamoja na mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina. Gazeti hili limeandika bilioni 291.53 nuk kuleta mageuzi tehama. Habari katika ukurasa so, wa tatu. Mpango agiza mambo matano kwa benki nchini. Habari katika ukurasa wa nne. Nipashe pia limeandika Bazecha yatoa neno viongozi na makada kujengua ndani ya Chadema. Habari katika ukurasa so, wa tatu. Mkemia akana unga kuwa na dawa za kulevya. Habari katika ukurasa so, wa nne shauri kupinga mabadiliko ya sheria la unguruma so. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kama hata nakala yako soma kwa ndani zaidi, gazeti hili likiandika kocha Fadlu atamba Berkane hawatoki leo. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tutazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Finland Yaahidi makubwa wanawake. Rais stab atembelea mradi wa Machinga Complex asema ataendeleza juhudi za kuwasaidia kibiashara na uongozi. Waziri Kombo asisitiza ushirikiano wa Tanzania na nchi hiyo kuimarishwa zaidi kwa manufaa ya pande zote. A undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Bundi afanya makao Chadema, habari katika ukurasa wa tatu. Kigogo mwingine avuwa gwanda wachambuzi wa tabiri ya nguko kubwa, lakini vyo gazeti hili limeandika Ulega awabana watendaji BRT4. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Rais Dkt Mwinyi ataka madrasa kuimarishwa. Habari katika ukurasa wa tatu. Morogoro ni ngome ya CCM makala. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima Jumamosi ya leo pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, miganani mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenye w habari iliyopewa kipaumbele: ile siku ndio leo, baada ya siku kumi na moja Simba katika fainali ya kibabe. Masta watengewa shilingi bilioni moja, kibaden dalali watia neno. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ni Simba dhidi ya RS Berkane Uwanja wa manisipo de Berkane, mashabiki elfu kumi kushuhudia mchezo huo. Gazeti hili limeandika matokeo ya Simba tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne katika michuano ya CAF, ikiwa imeshinda mechi 38, imeadrua mechi 14, imepoteza mechi 18 na hii leo akishi kadimbani kwenye fainali. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili ukurasa wa saba pamoja na ukurasa wa 11 habari picha inakionyesha kikosi cha Simba Sports Club ambacho kinacheza fainali hii leo na mchezo wa marejiano ni Jumapili, Mei ishirini na tano. Gazeti limeandika dakika tisini ngumu kwa yanga JKT, kombe la CAF. Kikosi cha Yanga tayari kipo jijini Tanga kwa ajili ya pambano la nusu fainali ya kombe la shirikisho CAF, huku kocha mkuu wa timu hiyo Milud Hamdi amesema wana dakika tisini ngumu dhidi ya JKT Tanzania. Ikirejea habari katika ukurasa wa tatu amine na nyayo, mitaa ya Catalunya, nyuma ya pazia. Hisia nzuri ni kukatiza katika vitongoji vya Barcelona ukiwa amevaa fulana na nyepesi, tofauti na Ulaya nyingine. Barcelona habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano Mei kumi na tano Mei kumi na nane ni Villarreal dhidi ya Barcelona saa mbili kamili usiku. Gazeti limeandika baka bingwa la liga like. Espanyol haijapenda wamebeba mapema. Barcelona imebeba ubingwa wa la liga like msimu huu baada ya kuichapa Espanyol na kufikisha pointi ambazo hakuna timu nyingine itazifikia katika mchaka mchaka huo. Barcelona ilihitaji ushindi kwenye undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi na mbili lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika Bundes leo Jumaa Mosi ni Hoffenheim dhidi ya Bayern Munich, mchezo utapigwa saa kumi na dakika thelathini jioni, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, so meko ndani zaidi, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo kwa jina la Habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba ya soka rekodi Afrika. Simba itakuwa mgeni wa RS Berkane kwenye mchezo wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, uwanja wa manispaa ya Berekani leo. Mchezo wa marudiano umepangwa kufanyika uwanja wa Amani Complex, Unguja Zanzibar, Mei 25. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali, uwanja wa Mkapa uko sawa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, gazeti hili ikiandika serikali imesema uwanja wa Benjamin Mkapa uko tayari kwa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba na Ares Berkane Mei ishirini na tano. JKT yaitisha Yanga. Kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmed Ali amesema anaupa uzito mkubwa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho CRDB dhidi ya Yanga Jumapili. Undani wa taarifa hili katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika the guardians, kumpandisha tena ram Kilimanjaro. Habari katika ukurasa wa ishirini na moja Batilda awaita mashabiki Tanga. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania, ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Habari za michezo na burudani leo limeandika, kocha Fadlu atamba Berekane hawatoki leo. Kocha huyo atangaza dakika ishirini za hatari. Shemalon afunguka, itakuwa vita. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Wachezaji Yanga watamba kutinga fainali kombe la CAF habari katika ukurasa wa 23. Dean Huijsen akaribia kutua Real Madrid FC, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe y mwanga jamii katika ukurasa wake nyuma na gazeti Nipashe ya Nipashe linakamilisha urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa, toka zamani TV. Asante. <coughs>